Waeleze jina. Kwa majina, anaitwa Pastor Amos. Okay. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Okay. Karibu sana Pastor Amos. Waeleze jina. Jina ni Wini, mimi ni bibi ya pasto. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Karibu sana Wini. Kwa majina na itomasi nimeokoka ambon again yeah. Okay, karibu sana Masi mm. Naona hapa kila mtu ameokoka. Napenda tu pia mimi kusisitiza pia mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana kwa maisha yangu. wow, msifikiria mko hapa na kafiri. Amen, yes, pia amen. Mimi nimeokoka. Yes, najua pasta, niliwapigia simu mkiwa na mke wako na nikawaambia siku ya leo nataka tu tujumuike na nyinyi hapa. Nashukuru sana kwa sababu mmefika. So tungependa kwanza kuwajua zaidi, nijue nyinyi mahusiano yenu ni gani, mmekuwa pamoja kwa muda upi, na kama mko hadi na familia pamoja ama kuna endaje? Naam, tuko kwa ndoa kwa miaka kumi okay, na nne ni na mke wangu. Mungu ametubariki wa na watoto watatu wa. Wow. Okay. nimeshiriki huduma kwa kanisa miaka tisa miaka tisa, miaka tisa. Okay. Tunavyo ongea hivi sasa mimi ni mchungaji. Yes. Amen. Amen. Amen. Wow. So mumekua kwa kwa ndoa for 14 good years e. Na mkua na watoto watatu. watoto watatu wako salama wako wazima. Mm. E. Okay. Pia wao wako katika bwana e, wako katika wako bwana e. Mm. Okay. Tunaombea kila siku uh-huh. Mungu azidi kuwalinda Kualisha yes, na kuwanyesha na kuwapatia good health na kuwapatia afya njema kweli, amen, sawasawa. Na naona hapa hivi tuko na dada masi masi, pia wewe unatuambia wewe umeokoka. Sijui kama unajuana na hii familia ya mchungaji, kwa sababu naona umevaa nguo yenye inafanana na ya bi mchungaji. Mko kwa kwaya pamoja ama? okay. tunasoma kanisa moja okay. Nimekuja hapa juu, niko na jambo, nataka bibi ya Amos ajue nini inaendelea. Okay. Yeah. So, nilikuwa nataka niambie bibi ya Wini, bibi ya Amos kuna jambo inaniudhi sana rohoni mwangu. Bwanake na bwanangu kuna kitu inaendelea. Mimi asubuhi naamka vizuri naenda job, narudi. Lakini leo kitu imenishangaza, nimestuka Nimeshtuka sana mimi, natoka job napata bwanangu na bwana ya wini wako uti wako uti uti wanakulana wanakulana. Hiyo kitu ilinishangaza sana. Bwanangu hawezi fanya kitu kama hiyo hiyo. Umemwekelea, umemwaribia jina, pepo mbaya. Hmm, shindwe! Hiyo ni pepo mbaya. Hata hizo vitu yenye umeweka kwa makucha, hizo si vitu yafaa kuweka kanisani. Hiyo ni wewe uko na pepo mbaya Hivyo siwezi kubaliana na wewe, siwezi hata kabisa. Mimi nakwambia ukweli, Wini, bwanako, bwanako nimempata na bwanangu wakikulana kwa matako. Nakwambia ukweli. Haya mambo ndio yanafanya yanavunja hata ndoa mingi sana, mimi nakwambia sana. Umefanya vibaya sana mimi nikona... nimekuheshimu kama pasta wangu. Hakuna heshima. Ungekuwa na heshima, haya si mambo ya kuleta hadharani hivi. Haya si mambo ambayo ungeita hao watu wote au watu wote kamera nini, unajenga ama unabomoa hivi sasa? Ni kujenga ama ni kubomoa? Umeshiriki kwa kanisa yangu miaka mingapi? Niko na mwaka mmoja? Mwaka mmoja kwa kanisa mm. Niko na experience kwa hii kanisa miaka tisa hivi, mimi ninajua hawa wote ambao nahubiria washirika wangu wote kwa mwaka huo mmoja, mbona hawateti? Mbona hawajaleta manunguniko kama hayo? Wewe kwa mwaka mmoja hivi kwa kanisa yangu umekuanza kuja juzi, ni sawa kwa kanisa yangu unakuja hivi, hata mimi mahubiri ninayokupa mahubiri ninayohubiri kila siku nimekuhubiria namna hii ulivyo wewe ukweli bwana yako ni nimempata, na bwanangu, hmm, nimempata vizuri hivi nabata... kwa nyumba yako. Kwa nyumba yangu, kwa kitanda yangu nime okay. Nime mnyama, nimekuwa msaada kwa nyumba yako, nimekuwa msaada kwa bwana yako hivi mimi nina wasiwasi jinsi nitakavyojua bwana yako yuko wapi. Amekaa sana kwa kanisa hakuji, wewe ukuji hivi leo ndivyo kwangu unaleta ya kuharibu nyumba. Naomba pamoja, lakini wewe unakuja. Mara ya mwisho mimi na wewe kushiriki kwenye ibada ilikuwa siku gani? Maana sijui mara ya mwisho kukuona kanisani. Mimi nakujanga kanisani vizuri sana. Kanisa gani? kanisa yako yenye nilikuwa na bwanangu wakati tulijuana na bwanangu. Hivi tunavyozungumza alini, alinileta kanisa yako akaniambia huku ndo tutakuwa tunashiriki na wewe na nikakubali, nikakubali. Hivi tunavyozungumza bwana wako yuko wapi? Maana mimi nina wasiwasi na bwana wako, bwanangu sasa. Hata wewe ndo unafaa uniambie ako wapi juu tangu na ni wapate ukatoka, nikawauliza, ukatoka na bwanangu akakufuata wewe. Unafanya niambie, bwanangu akwapi? Nyumba yako inahitaji maombi ya hali ya juu mimi nyumba yangu tuko wote wazima. Wewe nyumba yako una ile amani, una ile akili ya kuwachukua ukawaweka wote pamoja? Mbona ulivyompigia mke wangu ameniambia nimekuja, nimekuja naye? Wewe hivi ungekuja na bwanako, wewe ndio unafaa uniambie. Bwana yangu ako wapi? Juu tangu atoke hivyo sijaimuona tena, na ndio nimewaita hapa mi. nimepigia shikoo akuje awaambie awa, nataka kuongea na nyinyi. Mimi nitajua mambo ya bwana yangu ako wapi unamwekelea nitajua. Ni pepo mbaya ishinwe. Hizo tatu vitu zenye umeheka si vitu maadhani makucha zenye ameheka hizo, ni pepo mbaya hizo, ni vitu yenye anadanganya nimekuwa

nahitaji kwa hiyo nyumba itahitaji. Tumekuja na njia moja, itakuja hii ni kubomoa ama ni kujenga hivi. Wewe ulivyokuja hapa, ulivyowaita hawa wote, ulivyoita hizi kamera zote, ulikuwa unataka kutuweka wazi ya yako wan nitakuja di kanisa yako, lazima nikuanike, ujulikane. Wewe mzee wale, wale wale wale wale wako kupatia mambo ya ndoa anakataa na nafanyaga, hataki anakataa, ananiambia ako sijui vile anasikia sijui anasikia uchovu sijui, kumbe wewe ndio unafanya Chukua, umechukua njia gani? Umechukua eee, mwelekeo gani? Angu, anje, mwelekeo gani ambao umechukua amba kuhusu bwanako ambaye sasa haingilii mambo yako ya ndoa, ambaye wewe saa hii unanungunika kwamba hana muda wako? Hizo mambo zote mbona wewe unaniekelea mimi? Shida iko iko si kwangu ama iko kwako? Mimi nakaa kwangu, na lala kwangu, naishi kwangu hivi. Mbona mke wangu hana hayo manung'uniko yote? Maana ananiona mimi jambo uh -huh. lolote lile la mzee kwa ndoa mimi ninafanya, mbona wewe unalalamika? Unafaa kulalamika kwangu ama kwa bwanako? Unafaa kulalamika kwako ama kwa bwanako? Unataka kuwa kwa ndoa na bwanangu after 14 years bwanangu hajaifanya kitu kama hiyo, kwani sasa hivi umekuwa kanisa yangu kwa hani yafanye kitu kama hiyo sasa, sasa nataka niulize swali mm. Wewe na bwana yako mmekuwa mmeoana kwa muda upi? Sasa tuko na miaka mbili na tuko na mtoto mmoja so, okay, so relationship yenu ndo mmejuana tu juzi juzi eh? Tumejuana juzi juzi juzi uh-huh, tukakaa, uh-huh. tuka tukaoana tukabarikiwa na mtoto mmoja, okay. Lakini kwa ndoa yako sahizi unaona vitu ambazo hazikufurahishi kila, okay. kitu imechenji juu mm. bwanangu a hata ile kumshika hivi yeah. Ataki. Ataki umudishike kama mke wake. Ataki. Okay. Amekataa amechange. Kitandani? Amechange kila kitu mm. ataki hadi vile alikuwa anakuja naniambia baby huo hivyo nini? Sasa shida ni yangu ama shida ni yangu ama ni ya bwana? Anakuja kuharibu kwangu sasa, mbona hataki, shida ni yake ama ni yangu? Bwanako tangu kitambo, bwanako tumeshashiriki nae, yeye ameshiriki kwa kanisa yetu. Ametoroka sahizi, bwana yako hayuko nyumbani, ajawai rudi tangu wakamate, tangu niwashike hivi uh -huh. Sijaimwona, ndo nimekuja nijuea Wewe ulitoka kazi, ukakuja ukapata watu wakiwa uchi, wakiwa uchi wa nani? Uliwauliza Jibu huyu akatoka kuuliza bwanangu naye akamfuata. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani sasa hivi bwanako yuko nyumbani? Ni nini hicho ambacho umpi? Ni nini hicho ambacho ufanyi? Maana sisi ni wazee. Bwanako nimemlea sana kwenye haya maneno yote, kwenye haya nini namjenga kwenye ndoa? Maana nyinyi wanawake kuna mambo ambazo mnafaa mfanye ili hizi heshima zote mpate. Ina maana kwa ma wakati huu, so kama bwanako yuko kwa nyumba uh-huh, ako wapi? Kuna mambo ambazo haufanyi. Kuna mambo ambayo hautekelezi. Wewe kama bibi yake, bwanako analalamika kila siku, wewe huna mida zake, yaani hauna taimu kabisa

Yeah, bwana wake analalamika kwako. Bwanako amekuwa akilalamika sana kwamba nini? kwamba mke wangu kidogo, hatuendani, kuna mambo ambayo afanye kuna mambo ambayo akifanya hivi kidogo ananikera. Wewe huelewi bwanako, kidogo wewe humuoni kama bwana. Umemuona umemuona sijui ambaya, ule, mm, ni kama ambaye yule mlisoma naye, ni kama ambaye, ni kama yule, ni kama ambaye yule ni mwanabiashara mwenzako, yule yule yule. Si yule, si kakako yule, ni bwanako. Inafaa umheshimu bwana, inafaa umheshimu. Sasa bwana yangu umlete sasa kusikia mambo yako, bwana, bwana yangu, na haupo tayari kunisikiza Utasaidikaje wewe hmm, na kupa madhawaidha mimi. Ninaongea hapa kwa heshima zangu zote, wewe haupo tayari hata kunisikiza mimi. Nimekuja utoe huh, bwana yangu, kwenye ulimpeleka bwanako hako? Hiyo ni kudanganisha bwana. Bwanangu awezi lala na bwanako, na mimi naridhisha bwanangu. Bwanangu si gay, mimi naridhisha bwanangu. Awezi fanya kitu kama hiyo. Macho hivi nilimuona Ambia bwanako atoe bwanangu kwenye, atoke pepo mbaya, amtoe kwenye mbaya. Ambia bwanako atoe bwanangu, mtoe wapi? Ambapo bwanangu atoe, alitoka na yeye, alitoka na yeye wapi? o kitu yenu nasema ni kitu ya uongo wanangu hawezi fanya kitu kama hiyo. Umekuwa ukishiriki aje na huyu mwanamke kwa kanisa yenyu? Mnamjua vizuri, kwa sababu one year pays enough to know your kwa wani ya tumeshiriki na yeye uh-huh. Lakini bwanake vila likuwa naleteanga bwanangu excuse mingi mingi, si bibi mzuri kwa bwanake yendi, anajua bwanake kwa yale mambo ambayo, nimekuwa si bibi mzuri kwa yale mambo. Kama kiongozi nasema ameokoka, vitu kama hizi, kama kucha, angeweka vitu wenye amepaka kwa mdomo, hizo vitu angepaka kwa mdomo, hizi hatukubali kwa kanisa. Hatukubali kabisa vitu kama hizo.